Um, napenda kunukuu ndugu huyu aitwaye eh, Obaaya Itungano Jiste. Uh, huyu ndugu ni mwenye elimu, anatoa shauri akisema ya kwamba kipi ambacho wawembe munachokiona kwa vita hivi? Mbembe anatamani kupata nini kwa vita hivi? anawambia mwanzilishi wa vita hivi alikuwa anaitwa sultani Kawaza wapale Kanyura uianasema wakibembe, anasema Kanyura ila ni Kanyura alisema mwanzilishi wa vita alikuwa anaitwa Kawaza surutani Kawaza wapale Kanyura ndiye alitanguliza mauaji, kwa sababu aliua mtoto wa Mnyarwanda akamziko iko haya na Wanyarwanda walipokuja kulipiza kisasi, naye akaenda mara moja ila aliyo awasaidia wa kwanza ni marehemu Ibwira, ndiye alienda kupiga na vita pale akachoma, akauwa, na mpaka leo anavyoona ni laana kwa Wabembe, kwa sababu Ibwira mwenyewe hayupo na vita inaisha kuwa kubwa kuliko vile walivyoitangulia. Na anasema Wabembe walipokea zaidi kuliko Wafurero. Eh, e, yeye shauri yake anasema hivi kuna wale ambao mnawaita ni waemfoma wenu, kila wao, yeye anawaita ni kaburi wazi hapa. Anasema huyu mu... mtangazaji wa msemaji wa Yakutumba, msemaji wa Eboela, anasema mtu mtu wa Kulandalo, anasema wa mtu wa Amba, anasema aitwayo Sofoni, anasema Mtonga Chimu na wengine. Anasema hawa, msitege masikio yale ambao wanawaambia au tu kazi yao ni kula na anasema nani mwingine huyu aitwaye uh, sechi watu bwa ngumilibwa. Anasema hao ni makaburi wazi. Wabembe walitoa msaada kwa njia zile zozote, pesa ambazo haziwezi kuhesabirika, ambazo zingejenga hata hospitali. Hata akasema uh, ya kwamba walikongoa na no, neoro zahabu nganda walikuna ng'ombe za Wanyarwanda, ila mpaka leo wangali wanaomba msamaha eh. Yeye anasema, je, mnaposikiliza redio wanasema M23 ipo katari kuva kwa mazungumzo na nchi ya Congo na Mbembe anapiga hatua, anatoka Uvira, anatoka Baraka, yuko Uvira. Sasa hili ndilo jibu wala mnaona vita ambayo imeshinda serikali ya Kongo, Mbembe ndiye ataweza. Ndivyo ana, anavyozungumza huyo. Nishauri tu, anaambia wabembe mwache hayo na nyinyi mwende kwa meza ya mazungumzo na majirani yenu mu, nimemnukuu ila nitamuunga mkono Mbembe mfulero ndiye mwanzilishi wa, wa vita kwa sababu Uh, Pierre Mulele ilikuwa huko sehemu za Abaongo, aliyeenda ali kuileta ni Marandura alifikisha Uvira, Mbembe akapokea mtungo Wa Wabembe wakaipokea kwa mkono miwili kwa hamu kubwa. Wafulero walipoona maneno yanageuka, wao ndio waliwa wale ambao walikuwa wana kuileta wakina Mshobazi wauliza aseme sisi peke ndio tulimuua ila Mbembe alipokea kwa kishindo na hamu kubwa na mikono miwili. Mlele haikuitwa tena ya Wafulere, ikaitwa Mbembe. vita hivi anavyowaambia kawazandia kawa alileta, aliwa mtoto wa, wa, pale kwa matari mzee Musa, akamzika iko hai, na walipomhoji kawa maneno marefu na ya kaachia uhai wake pale. Vita ikaingia, wakasema ah, ni vita ya madharao eh, wanaoa sultani, ndio maana hapana maneno kwenda rudi hapana, yeye ndiye ali, ali, ali, ali, alifanya a, a, a, a, mauaji wa kwanza naye wakamuua leo. Mbembe kama angalie mbali, Mufulero alisema mube mba tabu namzuka Mbembe, eti aone mchana wafulero wa rulambo kule kwa huyu huyu. Amejipanga Generali Rushaba tayari ameisha jiunga kwa M23, twirwaneho wanaanza tumikia pamoja. Hizo ni picha zake ndugu yenu Mbembe obaaya anabaonyesha ziangalie mzuri na nyinyi mngali mnapiga hatua, eti mtakuja kupigana mkomboe Kongo. Jambo lingine nimesahau, alikuwa anasema alisema, je, hamuone kama tumefikia mwisho? Mbaraka, watu wanatembea uchi uchi, ule uitoa uchi wa nyama, wanawake wanatembea, wanaume wanatembea, mliwaona mchana kutwa watoto wakishabikia, wakishangilia, wakiangalia uchi wa wazazi. Anasema hii ni, ni, ni, ni jambo la kushangaza naweza kumwambia si jambo la kushangaza. Ah, mnasaidia vita mnapigana vita kwa hamu kubwa, ila mwisho wenu mara unakuwa mbaya. Kumbukeni wakati mlimuunga mkono Rais Kabila wa kwanza, alipoona anashiba shiba yale ambayo alikuwa ni maitako yake, akaanza aka, aka tengeneza nguo akaandika mbembe hana akili na leo nawaambia haki Mfero atawaambia ata mbembe hana haki, ila na kubwa ushabiki huo, jana mlishabikia wakitembea uji. Ni kama vile ushabiki mlishabikia wakati Amisi mwanau alikuwa akiwaambia, mnafanya vizuri kumula General Kamizo Berweba, wababa wa mama waliozaa uh, wale ambao wana matiti wangali wananyonyesha watoto, wakaenda kuona ndugu Kamizobe analiwa nyama na rowe anachomwa kama vile e, nyama, wakashabikia wakajipicha. Hii ni laana, ile ingali inakuja mpaka leo inatanda kabisa. Anaambia wenzenu wako sehemu za katari kwa masikilizano na nyinyi, muko Uvireti ndiko mnakuja kufanya masikilizano. Wafulero kwanza, wafulero jueni, huyo rushaba ambaye amekuja yeye anazaliwa sehemu za Uvira pamoja na wale ambao unaosema mnakuja kuwasaidia. Ingelikuwa heri mrudie kwenu, Wafuleri wanawatangulia tena kuacha maofu, muje mufanye vikao vya maongezi na watu wa Minembwa. Minembwa ni nyumbani, ni Fizi, lazima watawapokea ila, maneno ya kutumba ya kusema ati eh, na hawa wa viongozi wake eti hamtakimbia lazima mtapigana mpaka damu ya mwisho. Anawadanganya. Mwanajeshi ana silaha, anaweza akaingia hata pole, anafika nganja na kamata mtumbo, anaingia sehemu za za Busonga kule. Onyo ni moja, sisi tunamtumainia Mungu, Wabembe Mungu e, yule tunaye leo aliyeanzisha kwa Wabembe, Wabembe wakatupa imani, inaleta aibu kubwa kuona baraka kwenye kikao kikuu cha Methodist. Uh, kuna watu ambao wangali wanategemea miungu ngulu tatenda, ngulu miungu, inasema Methodist. Nafikiri pastor wenu ni mtoto wa wapale kichura, ndio representa legale yule ambao wanasema kwa Kiswahili, katibu halali, mtoto wa pale, ndugu yake nasewa smto wapale wa kichula kwa mzelu vil yoele Baraka ilikuwa ni, ni makao makuu ya Mungu na, mu, na, mu, na Mama Mariamu ilikuwa ni nafasi ambayo tulijua kwamba ni mahali Mungu alisema mengi baada, ila tunakuja kushtuka mngali mnasema ngulutatenda. Eti, watu waende wavae uchi wamwambie ya kutumbete anapewa utawala wa Kongo yendi, atakuwa rais wa Kongo. Uh, mnajidanganya. Onyo ni moja tu, acha hayo mwende kwa meza ya mazungumzo na, na Wanyamulenge wa Fulero. Nawaambia wanawatangulia kwanza Wabembe, mnajiweka mahali pabaya, vita itoke. Um, vilimani huko Wanyamulenge wangali wanaishi Uvira hata Wabembe wamekuja kuwanyanyasa ila wanaishi Uvira na barabara ya Uvira mpaka leo ilikuwa ingali na e, watu walikuwa ngali wanaipitia Uvira Bukavu, lakini hakuna Mnyamulenge angepita Makobola kwenda Fisi. Mnapokea vita kwa hamu, ila nanyinyi, marudio ya vita ni ayatakuwa mabaya kwenu, jueni. Hizo ng'ombe zote mnazifuga zetu, jueni watu ambao mliwaua

E, vita inakaribia kuingia sehemu za kubashika langu, una unaifikiri Uvira, ila inabisha kubashika langu, eta vita kubashika langu, Fizi zinaingia Baraka. Nakwambia hilo ni onyo kubwa, Amisi Mwanu. Eh, ulisema bila kutarajia ficha yako, ulifanya uchochezi kwa njia zilezo zote, hotuba mbaya mauwaji kushangilia vifo, kuwashukuru wauwaji na kuwapongeza na kuwapata misaada bocho. E, ndio tuone siku za usoni kutakuja nini. Hata huyu visi gavana anawadanganya, anawadanganya kuvile mahali alipo anakula mshahara, watoto wake wako sawa. E, nawambia watoto wa Bembe wanakuja kupigana, hawatupigana bwana bongo, nakuambia. Kwenye wabembe unapokea vibaya sana. Wakati wali- waliwambia ati wazalendo waende Goma, wabembe walienda kwa kishindo kwa wingi. Hata huyu Hamisi mwanu alikuwa anazungumza kwenye redio TV tjokuo akiwa sake. Je, leo yuko sake tena na baraka atatoka na baraka?